Baada ya Rais Uhuru Kenyatta kuhamasisha vijana wa kizazi kichanga kuwa wakati wao umewadia kutoa uongozi bora na hata kuingia uwanjani kupanga maisha ya siku za usoni. You our young people will have to play your part in reshaping the destinies of our countries of birth and you will help us realize that this is the moment Viongozi wa mrengo wa Kenya Kwanza wamekashifu vikali matamshi ya rais mstaafu Uhuru Kenyatta wakisema kuwa sio ya kweli, kwani wakati wake madarakani hakupea vijana kipaumbele their parents. Na alisema ati vijana wa Kenya hii, vizuri, hii ati ni kama hawachungu vizuri na serikali yetu hii ambayo inaongozwa na William Ruto I want to respectfully remind our former president Uhuru Muigai Kenyatta that when you were president and you had an opportunity to appoint a person to be the chairperson of the sports fund You are appointed a 91 year old mzee called Muriawari. When the young people made noise, you said that the young people of our country, they are thieves, they are corrupt. Mbunge wa Kapseret Oscar Sudi akimtaka Uhuru Kenyatta kuheshimu uongozi wa Rais Ruto na viongozi wengine kwa ujumla jinsi alivyoheshimiwa wakati wake madarakani. Rais Mstaafu Uhuru Kenyatta ni heshima kubwa ndugu yako moja namtu alikufanyia, bila kuambia Wakenya kinye ilifanyika kwa serikali yako. Unaongea maeneo mingi unajifanya baba sahi, na wewe unajua, wewe sio baba wa nchi, wewe ni mtu ulichukua lo yenye Kenya italipa miaka arobaini. Na kuomba Rais Uhuru kwa heshima vile tumekuheshimu, vijana wetu walikuwa na nafasi ya kutafutia kazi, vijana wetu walikuwa na nafasi ya kujenga factories. Ulifanya ule ulifanya zaidi, kusema tafadhali, heshimu inji, heshimu viongozi wengine, wewe kaa nyumbani vile umeitaya. We gave you an opportunity as president for 10 years, ile ambayo haukufanya sasa kutupigia anzkutupia opportunity. Viongozi hao wameonekana kupigia upato mfumo wa afya wa SHA, wakisema kuwa unawafaidi wananchi wa kawaida, na ni vizuri hamasisho kutolewa ili kuwepo na uelewa zaidi. Saizi tuko na watu 397,000 wamejaza kwa SHA kwa Uasin Gishu kaunti, lakini sisi ni 1.2 million, bado tuko mbali. Kwa hivyo ningependa tuhusike irejesa kwa hiyo shaa, ili hata sisi pia tunufaike kwa mambo ya bills ya, ma, ya maisha yetu sailo tuko wagonjwa. Wakizungumza katika kanisa la ACK Tumaini, wasingishu wameshinikiza utangamano na ushirikiano mzuri baina ya viongozi wa kisiasa na kidini kwa manufaa ya kitaifa. Fredrick Kwambua.